Dawa ya udhaifu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yupo ndani yetu ili atusaidie kwenye udhaifu wetu. Kuna inawezekana, eh, kila mtu ana udhaifu wake ambao anao aidha mtu anajua au mtu ajui, ila kwenye ule udhaifu wako ambao unao dawa yake ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu alijua kwamba mwanadamu ana udhaifu mwingi. Mungu alitambua kwamba mwanadamu ana changamoto ya udhaifu, kwa hiyo aka akaamua akae ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Akaamua roho wake mtakatifu akae ndani yetu ili atusaidie kwenye udhaifu wetu. Kwa hiyo unapokuwa na udhaifu fulani katika maisha yako, umegundua udhaifu fulani katika maisha yako, mruhusu Roho Mtakatifu akusaidie kwenye udhaifu wako, maana Roho Mtakatifu yupo ndani yetu ili atusaidie kwenye udhaifu wetu. Kwa hiyo usiogope kuwa na udhaifu ila, katika udhaifu huu ambao unauona katika maisha yako, mruhusu Roho Mtakatifu akusaidie kwenye huo udhaifu wako kwa kama mwana wa Mungu nawezekana kweli una udhaifu wakusaa, ukao una udhaifu labda, eh, udhaifu katika jambo fulani. Huo udhaifu ambao ambao nauona na watu wengine, ruhusu Roho Mtakatifu aingie kusay... Roho Mtakatifu akusaidie kwenye, unisaidie kwenye huo udhaifu, na Roho Mtakatifu ya kusaidia.